Ilikuwa ni mwaka elfu mbili na tano. Nilikuwa na miaka nane. Huo ndio ulikuwa mwisho wa maisha niliyoyajua kama familia. Tulikuwa tukitoka Musoma kwenda Mwanza, mimi, baba na mama. Baba alikuwa dereva mzuri, mtu wa mpangilio. Kila safari aliyoipanga ilikuwa imekaa sawa: mafuta, maji, spare tairi, kila kitu kilikuwa ndani. Baba yangu alipenda kuendesha usiku, akiamini barabara huwa haina msongamano. Mama hakupenda kabisa lakini kwa upole wake hakuwahi kupinga. Saa nane kasorobo usiku tuliingia maeneo ya Simiyu. Wale waliowahi kupita huko wanajua ni pori, ni utulivu, ni giza lenye uhai wa ajabu. Taa za gari zilikuwa ndizo pekee zilizokuwa zinakata giza na kunipa faraja kuwa bado niko duniani. Nilikuwa nimekaa kiti cha nyuma, kichwa changu kikiwa kwenye dirisha, na macho yangu yakifuatilia miti iliyokuwa inapita kama wino wa penseli kwenye daftari jeusi. Baba alikuwa anaendesha kwa mwendo wa kawaida. Redio ilikuwa imezimwa, labda kwa bahati nzuri, kwa sababu tulihitaji ukimya huo, au labda ulikuwa ukimya wa aina nyingine. Kitu kilikuwa tofauti usiku ule. Nilihisi kama hewa haikuwa ya kawaida. Mama alikuwa amechoka. Macho yake yalikuwa yametulia kwa mbali kama mtu aliyekuwa akihisi jambo, lakini hajui jinsi ya kulisema. Tulipofika eneo fulani la kona ndefu mbele yetu kwenye upande wa kushoto wa barabara, tulimwona bibi kizee akiwa amesimama na mtoto mdogo wa kike. Walikuwa kimya, hawakuwa wanapiga ishara wala kutembea. Wamesimama tu barabarani, katikati ya giza, kana kwamba walikuwa wakitusubiri. Na hapo ndipo mama alipoinua sauti ya tahadhari kwa mara ya kwanza. Mpenzi, usisimame saa hizi. Kuna nini barabarani? Wanafanya nini hapa? Baba hakujibu mara moja. Alinyanyua uso wake vizuri, akamwangalia bibi, kisha akasema kwa sauti ya kawaida, labda wamekwama, pengine walikuwa na gari limeharibika. Akapunguza mwendo polepole pole. niliona uso wa mama ukibadilika si ule wa hofu ya kawaida. Ilikuwa hofu ya mtu anayekumbuka jambo baya, jambo ambalo hata wewe huwezi kuelewa. Tafadhali usisimame, alisema mama kwa sauti iliyotikisika, tafadhali. Baba bado alikuwa na roho ya kusaidia. Alijaribu kupunguza mwendo zaidi. Niliona taa za gari zikimulika uso wa yule bibi, na hapo ndipo kitu cha ajabu kilitokea. Yule bibi polepole pole alitugeukia na uso wake haukuwa wa kawaida. Hakutabasamu, hata macho yake hayakupata kutoa mawasiliano ya kawaida kama binadamu. Uso wake ulianza kubadilika polepole pole, kana kwamba alikuwa anavaa ngozi mpya mbele ya macho yetu. Macho yake yakawa mekundu kama yamejaa damu, midomo yake miwili ikatengana kwa upana usio wa kawaida, na ngozi yake ikaanza kuonyesha michirizi ya moto. Nilihisi joto kali ghafla, joto lililotoka ndani ya gari sinje Mama alipiga kelele, achana nao twende. Baba alikanyaga mafuta kwa nguvu, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Sikujua wakati huo lakini tukio lile ndilo lililogeuza kila kitu. rani sioni macho yangu, baba alilia. Ghafla akatoa mlio wa mshangao, kisha akavuta breki kwa nguvu, lakini haikusaidia. Gari lilianza kutikisika, nilihisi mzunguko kama vile dunia imegeuzwa juu chini. Nilisikia mlio wa vyoo vikipasuka, sauti ya mama ikinitafuta kwa jina Musa. Halafu nikakaa kimya. Sikumbuki nilipiga kelele, labda nilifanya hivyo, labda sikupata muda wa kupiga kelele. Nilihisi tumbo langu likichanika kwa hofu, si jeraha la mwili, bali jeraha la roho. Gari lilikuwa limetumbukia kwenye mwinuko wa kichaka. Kulikuwa na harufu ya mafuta na udongo uliochanganyika na damu. Nilijikuta nikiwa nimeanguka nje ya gari. Mikono yangu ilikuwa imeparara. Uso wangu ulikuwa umejaa udongo, lakini moyo wangu haukupiga kwa kawaida. Uliganda, ukasubiri kusikia jibu moja. Je, wazazi wangu wako hai? Nilisogea polepole. Nilikuwa na maumivu kwenye mbavu, lakini bado nilitembea. Nilipofika kwenye upande wa dereva, mlango ulikuwa umepinda na baba alikuwa bado amekaa pale, macho yake yakiwa meupe tupu. Mama alikuwa pembeni, kichwa chake kikiwa kimeegemea kiti na uso wake ukiwa bado na machozi yanayoning'inia, bado yakiwa safi kama vile muda umesimama. Nilipomshika mama, hakuamka. Niliposema mama, tutaondoka, hakusema kitu. Hakunijibu. Kwa mara ya kwanza, nikajua kuna sehemu ya moyo inakufa bila damu kutoka. Sehemu ya ndani ya mtoto inapovunjwa na mtu mzima anapozaliwa kwa kulia kimya. Nilikaa hapo peke yangu katikati ya pori, sauti za usiku zikiwa zimenikalia kama mablanketi mazito. Kitu cha ajabu zaidi ni kuwa sikuwa peke yangu. Nilihisi uwepo nyuma yangu. Niligeuka polepole. Na juu ya daraja, pembeni kidogo ya gari lililopinduka, alimama tena yule bibi. Sasa hakuwa na mtoto wa kike. Alikuwa peke yake, lakini alikuwa amenyosha mkono kama ananiita. Sikukimbia, sikupiga kelele, nilimwangalia tu. Macho yangu yakakutana na yake, na hapo nilizimia. Nilipoamka nilikuwa hospitalini, shangazi yangu alikuwa pembeni. Polisi walikuja kunihoji, walisema kulikuwa na ajali mbaya, wazazi wangu walifariki. Walisema nilinusurika kwa muujiza, lakini walichokikosa kwenye ripoti yao ni kwamba hakukuwa na mtoto wa kike barabarani, hakukuwa na bibi, hakukuwa na mtu aliyeitwa kusaidia. Na bado hadi leo miaka ishirini baadaye, kila nikifunga macho saa tisa usiku, ninarudi pale pale pale, kwenye pori pale Simiyu, pale kwenye daraja pale aliposimama kibibi cha usiku. Lakini kuna jambo moja lililoniacha na maswali. Kwenye ripoti ya polisi waliandika kuwa baba yangu alikufa na macho yake yote yakiwa meupe kama mtu aliyepofushwa ghafla, na mama alikufa akiwa anashika mkono wangu. Mpaka leo najiona mimi ni mzigo niliyoachwa nao, lakini kila mwaka tarehe ileile ile, saa ileile napata ndoto ileile ile. Yule bibi ananiita. Usikose part mbili.